Nataka niendelee kutoa wito kwa NEMC, halmashauri na majiji, na wote nchini kote kwa sababu siku tunayoadhimisha hapa hatuadhimishi siku ya taka mkoa wa Dar es Salaam, bali tunaadhimisha na sisi tunaungana wenzetu duniani kuadhimisha siku ya taka duniani. Kwa hiyo wito huu tunautoa kwa mikoa yote, kwa maeneo yote, kwa wananchi wote, taasisi zote katika nchi yetu ya Tanzania. Cha kwanza nawaomba sana ukiangalia kwenye jambo hili la taka, pamoja na kazi kubwa iliyofanywa na wenzetu wa NEMC. Wamefanya kazi kubwa ya kuendelea kuhamasisha na kuwaeleza wananchi, na ndio maana tuna kitengo maalum pale cha masuala ya compliance na mambo mengine ambacho kinashughulika na masuala haya ya taka. Lakini naomba sana niwaombe wote wilaya, mikoa, halmashauri, NEMC na kanda zetu zote Tanzania tuendelee kutoa elimu ya kuelimisha wananchi na kuwaambia kwamba taka si uchafu bali taka ni fursa. Ukimwona mtu kama pale kwenye wale wadudu, mi wakati naangalia wale wadudu mwili unanisisimka nikiwa naamini kwamba wale ni wadudu wachafu. Ndio maana nikauliza, wanaliwa hawa? Mzee akaniambia baadhi hey, ya watu wanapiga msosi huu protini nzuri mwili ukazidi kunisisimka na kulaji wadudu kama wale mpaka sasa zawadi ile uliopewa naenda kusema sasa, naenda kula kuku ambaye yeye mwenyewe alikuwa anakula wadudu, lakini sio shida, kwa sababu hata hao tunaokula nao wanakula wadudu, lakini kumbe ile pale ni fursa na ni fursa kubwa, lakini watu huko hawajafahamu. Sasa vipi elimu na taaluma itafika? Nawaomba sana Nemki, endeleeni kufanya kazi hii. Halmashauri, wilaya, mikoa, Nemki na wote tuendelee kufanya kazi ya kueleza wananchi. Leo ukienda kwenye majaa ama madampo makubwa makubwa unakuta kuna taka nyingi sana zimekaa, na sio taka tu zimekaa, zimekaa zikiwa zinaleta kero. Maana taka ni uchafu ukiacha, bali fursa. Mwisho wa siku, zikipata mvua zisipate, zinaleta harufu mbaya, zinaleta kero kwa wananchi wengine. Taka zinachomwa, zikichomwa, ukiangalia kemikali ya taka plus kemikali ya moto plus moshi, madhara times two, times four, times all sasa kama taka zile zisingefika kule moja kwa moja, zikichukuliwa zinapelekwa kwa mwekezaji, anazichakata anazibagua, anaweka plastiki kwake, chuma kwake, makaratasi kwake, zinatengenezwa zinaleta fursa, zinainua Watanzania. Sasa hayo Watanzania hawayajui. Tukimchukua wa mtu wa kijijini tukimleta leo tukamtembeza kwenye mabanda haya, ataona hii jambo kubwa, hajawahi kuliona, kumbe ni jambo la kawaida ambalo tumeshaanza kulifanya, lakini elimu kwa wananchi haijafika na kama imefika, imefika kwa wananchi wachache, hawa hawa tu wa maeneo, lakini wa maeneo mengine hawajafika. Tunataka hata wananchi walioko vijijini wafahamu taka ni fursa, na huko huko waliko wawekeze na waanze kuzichakata, wazirejeleze na tuje tuzitumie tena. Hongereni NEMC, endeleeni kufanya kazi hiyo, kwa sababu naamini hii kazi iliyofanywa hapa yote ni kazi yenu kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, halmashauri, majiji, miji na kata na wote. Sasa tusipowapongeza kwa kazi hii tutawavunja moyo. Pambaneni, kazi mnayofanya ni nzuri. Tunataka maadhimisho ya mwakani, tukijaliwa uhai na uzima, tuje tuionyeshe jamii hatua tuliyofikia na tuje tupate kujua tathmini ya wangapi wameanza kuwekeza, na kile ambacho hakijaanza kuwekezwa kiwekezwe maana bahati nzuri nasikia mpaka maji kuna maji taka. Sasa kama kuna maji taka, pia nayo yawekezwe, yakiwekezwa yarejelezwe tu yatumie, mwisho wa siku tuje tunywe maji safi yaliyotokana kwenye maji taka, jambo ambalo mi naamini kwa teknolojia ya dunia ilivyokwenda mbali zaidi, hilo linawezekana. Kwani si huko taratibu maji ya mvua yanatengenezwa yanakuwa ya kawaida, na huko taratibu maji ya bahari, ziko nchi hayo maji ya bahari, kwa sababu ana changamoto wa ya maji yanatengenezwa yanakuwa maji ya kawaida. Maanake ninachokiamini hata maji taka yanaweza kufanywa maji safi na tukanywa fresh kabisa. Na hapa nataka tuchukue fursa hii, tutoe wito wawekezaji wowote wa ambao wako tayari kuwekeza kwenye masuala ya taka. Nenki tupo ofisi ya makamu wa rais, tupo halmashauri wilaya, mikoa, tupo tutawapa ushirikiano, njoni mwekeze kwenye taka, kwa sababu taka ni fursa. Tunasema kule Zanzibar ni na njema atakaye aje, na sisi tunasema NEMC ni njema atakaye aje, muhimu asimamie, aweze kutekeleza sheria na utaratibu tutakaomwekea, na tuko tayari kushirikiana nao, kwa sababu moja miongoni mwa taka ambazo tunazizungumza ni taka za plastiki maana hatuiti plastiki, lakini ikishatumika ikazaga, sasa ikazagaa sasa inakuwa ni taka, na kwa sababu inakwenda kuwa taka, taka hii inakuja kuleta changamoto kubwa kwa jamii. Na taka ya plastiki inazalishwa kutoka kwenye kiwanda, na kiwanda inawezekana kikawa kinajulikana na kinafahamika. Upo utaratibu ambao tumeweka, ni aina gani za taka za plastiki, au kama ni mifuko ya plastiki au kama ni vifungashio, tumeweka utaratibu maalum. Moja, tumesema lazima kiwe na nembo na contact na kila kitu. Ili hata vikizagaa sana tujue tunaenda kumtafuta Chilo Company kwa sababu ndio waliotengeneza hicho. Na mambo mengine. Sasa bado kuna vifungashio, kuna mifuko. Mimi mwenyewe nikienda kununua hapo nafungiwa kwenye mfuko ule ule. Naambia, hapana nifungie kwenye mfuko mwenye, wa mwingine kar, wa, wa, karatasi au wa kitambaa. Sababu mjini kuna wauni hivi. Naweza kapigwa picha kama waziri mwenyewe anatumia wapo. Afu wauni wakaenda wakaipeleka kwenye mtandao. Kwa hiyo niwaombe sana wanemki wilaya, mikoa, halmashauri na wote wanaohusika kushirikiana na vyombo vya usalama, hebu tuendelezeni misako doria ya kuweza kuvumbua wapi mifuko ya wa plastiki ambayo imekatazwa kisheria inazalishwa, ili lengo la madhumuni tupunguze kuenea kwa kiasi kikubwa kwa plastic pollutions katika maeneo yetu. Leo ukienda kwenye fukwa huko plastiki ndo zimeenea, ukiachia mbali chupa ambazo hatuwezi kuuza maji ya dawa isiweke kwenye chupa kwa mfano, lakini bado kuna vifungashio ambavyo haviko kisheria, bado kuna mifuko ya plastiki ambayo haipo kisheria. Hebu tuendeleni tukafanye kazi hii, mwisho wa siku tutaeleza maplastiki mengi, na kama mnavyojua kuna baadhi ya plastiki material nyingine zinadumu kwenye ardhi kwa muda mrefu. Siku hii huadhimishwa kila mwaka tarehe 30 ya mwezi Machi ili kuhamasisha serikali, sekta binafsi na jamii kwa ujumla kubadili mifumo ya uzalishaji wa matumizi ili kufikia uchumi mzunguko na mazingira safi kwa kizazi cha sasa na kijacho. Siku hii ya leo, mheshimiwa mgeni rasmi, ni siku ina lengo la kuhimiza kupunguza uzalishaji wa taka yani to reduce, kutumia tena bidhaa bidhaa yani to reuse na kuchakata taka yani kurecycle kurejeleza. Kauli mbiu ya kitaifa kimataifa kwa mwaka huu ni kuwezesha taka sifuri katika kwenye sekta za nguo na mitindo, ilhali kitaifa siku hii imebeba kauli mbiu ya kuwa taka ni fursa. Tokeni rasmi ni kuhakikishia ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kushirikiana na halmashauri zake na kushirikiana na NEMC tutakwenda kusimamia sheria katika mji wa Dar es Salaam ili kuhakikisha taka zinakuwa fursa, lakini taka zinahifadhiwa, hazitupwi ovyo. Kwa nini? maisha ya mendafu tunasema hayo, hata siku moja huwezi kumkuta mtu ameenda sokoni amenunua chakula akabaki na taka ndani ya nyumba yake, lakini yule mtu huwa anazitoa zile taka. Hivyo tutaendelea kushirikiana, tutaendelea kutoa elimu kwa kupitia wenyeviti wetu wa serikali za mitaa kila mahala, kuhakikisha taka zinahifadhiwa ili ziweze kutenganishwa katika jiji hili la Dar es Salaam. Lakini pia tutaendelea kusimamia sheria ili kuhakikisha kwamba ada ya taka inatolewa. Ikitolewa ada ya taka, ndipo kampuni hizi zitaweza kupeleka taka dampo. Usipotoa ada, kampuni hizi kupeleka taka inakuwa ngumu na ukitaka kupima, mheshimiwa mgeni rasmi, katika jiji lako la Dar es Salaam, kaa siku moja. Hao watu wangu huwa nawaambia, kaa siku moja na taka zako ambazo umekaa vyakula, kaa nazo chumbani kwa wiki moja, ile ada utakayoipata ndio ile dhamira ya kuhakikisha ni wajibu wako kuhakikisha unatoa ada ya taka ili ziweze kwenda kutupwa wapi? Dampo, kwa jiji lako la Dar es Salaam. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuhakikishie chini ya mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, mheshimiwa Albert Chalamila kuhakikisha kwamba jiji la Dar es Salaam linaendelea kuwa safi. Jina langu naitwa Ida Abdalla Ngwengwe, mimi ni mfanyakazi wa Kariakoo, mfanya usafi. Tulichokuwa tunaomba yani, kwa hawa wenye magari pikipiki na watembea kwa miguu, kwa usalama wetu sisi wafanya usafi barabarani, naomba wenye pikipiki wakimwona na mtu anaofanya usafi barabarani ajitahidi kupunguza mwendo au wasimame ili wajue wanapishana vipi, na wenye magari pia ni hivyo hivyo. Wakimwona mfagiaji yoyote, wawaheshimu, wasimamishe magari ili wajue mfagiaji yule anajikwepa vipi na lile gari, maana ajali pia nyingi zi, tunapata sisi wafanya, tu wafanya usafi barabarani. Kuna wengine wanavunjika, wengine wanakufa. Kwa hiyo tulikuwa tunawaomba vyombo vya moto eh, wajitahidi sana kutuangalia na sisi na tunaofanya kazi barabarani watuheshimu, na sisi pia tutawaheshimu wao kama wenye vyombo vya moto barabarani. Nafanya kazi ya usafi mimi, sipo katika barabara za magari, nipo kwenye barabara ya Kariakoo na lungumbe wawafanya biashara. Changamoto yangu mimi kubwa sana ni wa machinga. Tulikuwa tunaomba machinga tuchukue, sisi ni binadamu kama wao, tunatafuta riziki kama wao, wanatafuta riziki kwenye meza zao. Ninapofanya usafi mimi basi ni heshima. Macho yangu tabia moja. Wewe unafagia, anakuona hapo kule, huku nyuma anakuja anamwaga takataka chini. Ukimwuliza, samahani sio kazi yako? Tunamchagua takataka. Kwa hiyo mimi si kazi yangu na naipenda kwa sababu inanipa riziki na inanifanya mimi niwe mtu katika watu. Lakini je, wewe ni heshima? Wao hawalipi hata ushuru wa takataka wala machinga wadogo wadogo. Wamefanyia feva. Basi unapofanyia feva na wewe jilinde. Lakini wao ndio wamekuwa changamoto kubwa wanatuani, wanatuikaji sisi. Kwa sababu sasa hivi fursa ya kazi yetu si hapa. Wawataka ni vijana. Ikiwa mimi kijana kama mimi nimejitolea nikafagie, wewe unanisema? Mimi kijana nimejitolea nifanye kazi ya usafi, na wito wa kazi yetu sisi wanataka vijana, lakini bado wao ndo watudharau sisi. Na hata pia wapita njia wanakuja kununua nguo sio nini, yaani kikukuta hivi unajiuza, nanuka nitakataka. Nashukuru kwa kuleta hii nitakataka, ni fursa, kwa sababu wataona, najua watu wako majumbani kwamba hii ni fursa. Kwa hizi napo kuchukua takataka bali nachukua chupa. Zile chupa zile naenda kunauza. Nje ya mshahara wangu mimi naweza kupima hata kilo kumi kwa siku nikapata shilingi 1500. Je, kwa Mtanzania shilingi 1500 waje chini kama mimi? Inani favor? Kwa majina mimi naitwa Michael Gabi. Eh, kwa kwaga tunapoenda kwa tunafanya kazi tunaenda kuzoa taka mtaani huko. Changamoto ya kwanza tunaipata sisi, tunakutana na taka wanaziweka mazingira tofauti kwa niaba Yani, ya utenganishi. Kwa hiyo sisi changamoto kubwa sana ambayo tunapata kiasha, kwa sababu taka zingine wanaziweka kwenye mifuko, wengine wanaziweka chini, wengine wanaziweka yani mahali ambayo hazieleweki. Kwa hiyo sisi tunakuta changamoto tunazoa huku, tunazoa huku, tunazoa huku na kuta ni kazi kubwa sana tunayokuwa tunapata shida. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunaomba, kwa sababu kama alivyosema kwamba taka ni kuuza, tulikuwa tunaomba wazihifadhi ili sisi tukija kuzoa hii tusipate shida sana kama tunavyokuwa tunapata sasa. Kama kipindi hiki cha mvua unakuta ni hatari sana ku, unakuta takataka katika kipindi kamaki mvua inanyesha, unakuta ni changamoto kubwa sana tunakuta nao. Kwa ha, tunakutana sasa, tunakuta, kipindi kama cha mvua vitu vingi unakuta sehemu kama kuna chuma vioo kuna takataka kama hivi, akina mantilia akina mama hivi wanaweka chakula, wengine wanaweka vioo yani kwa mabati kwa, inakuwa tofauti kama sisi ndio tunanyanyua lile pipa, unaweka kwenye gari, unakutana leo na mimi na kukuta, sometimes kioo kinakukata kama hivi, nishaje kukatwa kama hivi, inakata na hata gloves nimevaa lakini inashana kabisa kuhu, kwa hiyo changamoto ndio kwa tunakuta ndio hiyo, kwa sisi tunakuwa tunaomba kama vioo weke pembeni, taka weke pembeni hivyo vioo ni kama sisi tunakuja kunyonywa taka, tuchukue taka kama vioo kama vioo. Kwa shida nyingine tunakuta nao kama sasa, ni sehemu kama maeneo ya stari hivi nini, kwa unakuta sometimes maeneo ya damu nini fresh, kwa unakuta kuna taka zingine e, kama maeneo ya mwimbili sio nini, maona kuna sehemu kuna vizimba, kwa ukienda kule unakuta ma sema kuna taka zingine kutazana damu nini